Mume wangu usiniambie chochote, kwako kazi ndio ushinde kumlipia hata mtoto ada. Tizama mama Adija hana hata mume, lakini anapambana watoto wake waende shule. Mimi nakushangaa wewe, si ukoje? Nakwambia, majukumu ya ndani humu yameshanishinda mimi lini lishakuwa. Swala la ada ni mtihani kwao. Unapaswa uelewe maisha yana mitihani, na mitihani haiji wakati una ufamu wewe. Sasa tukae tupange, tunapambana vipi na umtihani. O so, swala la kwanza kulaumiana na kupiga makelele huko, ili weje sasa. Lakini nilikwambia mimi niruhusu kazi nikafanye yote haya eh, sikatokea hivi, kwa sababu mimi kupo nafanya kazi, wewe ndo kama hivi hauna kazi, tukisaidiana sawa la nyumbani kama hivi, tizama eh. Sasa mtoto anakaa nyumbani, na unajua yule mtoto na no, wa kike Ataingia vishawishi mtaani hapa. Hivi unaweza kusomesha mtoto kwa kuuza maandazi vitumbua? Lakini mume wangu, kuna michezo. Endapo unapouza au kitumbua au maandazi eh, unapata hela kidogo, kijiakiba unaeka, kingine unachokipata unakula, kile kijiakiba kile ndio kinafanyalisha mpaka mtoto unaweza ukapata hata kijela cha ada, unaweza ukacheza mchezo ukapokea. Sio kama naongea hivyo na kuhukumu mume wangu, hapana. Naumia kama mimi mzazi, mtoto anahangaika hangaika, eh? Tizama sasa hivi hata hayupo hapa lakini, eh? kuwepo milipa ada saizi, akiwepo shule we, swala la majukumu ujui uzito wake Ndo maana una babwajababwaja hata sikiliza, ili swala wewe ni achiebei mwanangu, kesho lazima lazima nihakikishe walau kesho anaenda shule. Mimi nitoka hapa, wewe ya mambo ya achi, hizo ahadi unazitoaga tu eh? Mtoto karudishwa shule ana siku ngapi? Sana mwezi mzima eh? Naomba ujitahidi. Wewe ni achie hilo mimi, ndo master plan aiaukwajulile siaikueriiswara, sio la kugombana eh, tunalizungumza tunaelewana, bila hata kuwafaidisha manyiral. Watacheka ukifanya mabaya watakusema. Mimi naomba nitoke

Mi jana mimi mwingine si ukoje. Halo. Mi. Oh. Wewe nimekuambia wewe usipige simu, kwa hivyo nitakupigia mimi eh. Basi naomba tukutane. Hey, nitakwambia sehemu gani ndio kukutana. Usijari. Hey, nimekwambia. Mimi nitakwambia, mimi nitakwambia, mimi usijari. Aya, poa poa.